Takriban siku kumi baada ya kutangaza kuwa maisha yake yamo hatarini, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua hii leo alitoa katika kaunti ya Nyandarua akihudhuria ibada ya Jumapili eneo la Igwamiti na kisha baadaye kuhutubia mkutano wa hadhara eneo la Ol Joro Orok. Gachagua akitumia nafasi hiyo kumsuta Rais William Ruto kwa madai kuwa anaendelea kuwadanganya Wakenya kuwa, wa kuwa atawafanyia kazi ilhali tangu kuchaguliwa kwake hajafanya chochote cha tabasamu nyusoni mwa Wakenya. Gachagua akiwataka Wakenya kutumia nafasi yao ya kidemokrasia kumrejesha Rais Ruto nyumbani ifikapo mwaka wa elfu mbili ishirini na saba. Habari ya kutoka Bauman mpaka Charagi Akatudanganya. Ni mwongo si mwongo? Ni mwongo si mwongo? Akasema atatuweka pesa kwa mfuko, akarudi ile kidogo ilikuwa kwa mfuko akatoa. Ni mwongo si mwongo? Ni mwongo si mwongo? Mambo ya NHIF aliharibu, hakuharibu? SHA inafanya kazi, haifanyi? Ni mwongo si mwongo? Akakuja akatuongeza kodi watu ya peslip hata huyu polisi yako hapa hana matibabu huyu. Polisi ni mtu ya kuumia. Harambee, wizi Kenya, uwongo Kenya. Naibu huyo wa rais aliyetimuliwa amesema vita dhidi ya dawa za kulevya ambavyo alianzisha vimelamazwa na rais William Ruto ambaye anasema ameingiza viongozi wanajihusisha na ulanguzi wa dawa hizo katika serikali yake. Aidha, ameongeza kuwa dawa hizo zinanuia kuwakandamiza vijana na kudhalilisha kazi aliyoendeleza ya kupigana na pombe haramu. Mimi nilimaliza pombe. Imerudi, haijerudi? pombe imerudi, haijerudi? Huyu William Ruto amesema pombe irudi iue vijana wetu hapa mlima Kenya. Lakini mimi nakuambia William Ruto, chuma chako kimotoni. zaidi ya hayo, Gachagua ameikosoa serikali kwa madai kuwa inawakandamiza wakosoaji wake huku akiwahimiza viongozi wa kanisa kuendelea kuwatetea wananchi Bishop, Please continue speaking for the people of Kenya because the church is the only remaining voice to speak for the people of Kenya. Parliament has been compromised, opposition has been compromised. Wale viongozi wamebaki ni hawa wachache niko na hawa akina Medhu akina Wanjiko Muhea hawa MCAs wanatetea wananchi. James Mwangi, Undugu TV